kamuiste ona nojega ano mauga nyimbo cia dance ni njuru no nyimbo cia dance ni cire mataro na riu ungiguo kanitha ni kuga gisagi na kwene na tere ya kane rimera ikomi kanawa kanawa we mutuku atumia be uje the no guka ya na gitumiga thuri marege kanitha ri athuri he undu moy atumia kanitha ni ukora ina atumia thate athuri ni atatu nguthie kanitha kanitha forwo kanya mukari a kanini kea mu huko wakwa ka kenda kwenda kugurira ciana sapa nondu andu hakwe nio wendo mbehwo kwi ngai wega ri wagi wa besa na wagi wa wira ri ri ni watu ma thiinikanio na maumira umira haria berere we ndo nire aca uria wahuraga iti arathu ka ta mutego wa mbia